Kwa jina naitwa Emma Boki na tukio chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni mwanafunzi wa PhD ni Mathematics Education. Leo tumekuja Sabasaba, tumekuja na programu yetu ambayo tumeidesign kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kusoma hisabati wenyewe bila mwalimu. Programu yetu inaitwa Digital Mathematics Instructional Material. Mwanafunzi anajifunza hisabati kwa kutumia njia ya kidigitali mwenyewe bila mwalimu na hii tumeidesign specifically kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi ambao wanakuwa kwenye mazingira ambayo hawawezi kupata walimu wa kuwafundisha. Sababu ni kwamba Tanzania tunakumbwa na uhaba au changamoto ya upungufu wa walimu wa somo la hisabati hasa wale walio katika mazingira ya vijijini. Kwa tumekuja na programu hii specifically kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kuweza kujifunza hisabati wao wenyewe. Katika matirio haya, wanafunzi watajifunza hisabati kwa maana ya content, lakini pia watajifunza namna ya kuapply ile content. Kwa hiyo wanaoneshwa real application ya kile wanachokisoma, kwa maana ya kwamba tunawapa wanafunzi sababu ya kwa nini wasome hicho wanachokisoma. Mfano, unasoma algebra mtu atakuliza, utatumia wapi algebra? Algebra utaitumia maeneo mbalimbali, kama kwenye sports. Let's say kuna timu ya Simba na Yanga. Mchezaji wa Simba atampasia wa Simba, wa Yanga atampasia wa Yanga. Kwa hiyo hapo tunakuwa na x, tunakuwa na y, we collect like term. Huo ni mfano rahisi kabisa wa namna ya kutumia algebra. Kwa hiyo content zote ambazo tumeziandaa katika mfumo huu, mwanafunzi atasoma content, lakini pia atajifunza namna ya kuapply zile content anazozisoma. Matirio haya ama content hizi ziko very interactive, zimeandaliwa kwa design ya mfumo wa darasani, kwa mwanafunzi anaweza kuyatumia darasani akiwa bila mwalimu, lakini anaweza kuyatumia hata nyumbani akiwa mwenyewe. Mwanafunzi anapotumia matirio haya, anajifunza sio tu kuangalia video, lakini ana interact moja kwa moja na matirio na kuweza kujifunza kufuatisha step kwa step kile anachoelekezwa na mwalimu. Kwa majina, naitwa Lydia Frank Ninatokea shule ya Fountain Gate, Tabata, Dar es Salaam. Tuko hapa Sabasaba kwa ajili ya maonyesho. Tumefika hapa kwenye kibanda cha University of Dar es Salaam. Tumejifunza vingi na tumepata experience ya vitu tofauti tofauti. Moja ya experience ambayo tumeipata ni kwa ajili ya wanafunzi ambao ni wagumu kwenye hesabu. Wanafunzi wengi wanaogopa hesabu, lakini kum, tumeona kumbe ni rahisi, inawezekana kila kitu ukifocus, inawezekana. Hapa chuo cha Dar es Salaam wana program maalum kwa ajili ya wanafunzi wa form 1 na form 3 kwa kuanzia. Wamefanya research na kuna mambo mengi ambayo wameandaa kwa ajili ya wanafunzi ambao wanapenda kujifunza hesabu zaidi.